Jina langu nimeitwa Kelemendi Sahani Busuluja. Ni mtemi wa Sungusungu sungu, wilaya Ushitu. Mimi mtemi nikulinda amani, mali za watu. Ni mlinzi wa amani. Kwa sasa hivi nimeshakalishwa hapa kufika kwenye kikao cha chanjo. Kama ni mlinzi wa amani ya Sungusungu sungu na furaha kubwa mno ya kutufikia ile wageni wa kutewesha cha... maana ya chanjo. Mimi nimefuraha sana sababu ni, mimi ni mlinzi wa jadi, ndaendelea kuilinde hiyo chanjo. Lazima wachanjwe watoto. Mimi ndio ni mlinzi, lazima nisimamie nilinde paka na chanjo ya watoto, wapate chanjo mkoa wa Shinyanga tunaheshimu sana sungusungu. Eh, kwa maelewano yetu Shinyanga nzima eh, sungusungu kwa heshima, sungusungu ina ulinzi mkubwa mno. Kwanza imelinda mali ya watu. Mishita langu ni kuhimiza watu waende kwenye kikao, kwenye chanjo. Tuna faida kubwa mno, sisi wasalama, tunaheshimika kutafuta watu mkutano wa azara sungu sungu wa sungusungu wa kijiji, tumekusanya watu wamejaa, na kwenye chanjo lazima tufanye zile mbinu. Mtu huyo amekataa amikata kupeleka mtoto kwenye chanjo, zina sheria zetu. Ndio tulipotoka tulipo, tulipo tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.